Nasema pasipo imani haiwezekani kumpendeza Waebrania sita e, kumi na moja sita. Pasipo imani haiwezekani kumpendeza nani? Mungu. Lakini sehemu nyingine, Yesu wakati anaponya watu anaambia, sawasawa na imani yako pokea. Huwezi kuniambia kwamba mtu mwenye kijiko kile cha kuchotea chakula mezani na mtu Mmeelewa, kile kikubwa cha kuchotea chakula, alafu na kijiko cha kulia chakula na kijiko cha kile cha chai kidogo, huwezi kuniambia wote watachota uji sawa? Kama unaanza kunielewa, nipungie mkono ili nianze kudadavua zaidi ya hapo. Wema wa Mungu upo tu, yaani upo unazunguka kila mahali kila mahali. Ndio maana mwimbaji mmoja, jina lake simkumbuki vizuri, mtanisaidia nyie, huenda mkanisaidia kukumbuka, anasema kila mahali kama mawingu, upendo wa Mungu unafanya nini? Upendo wa Yesu unanizunguka kila mahali, na hivyo ndivyo ilivyo na nawaambieni ndugu zangu mlioko hapa kwa sababu wema wa Mungu unazunguka kila mahali, upende usipende. Mwenye imani kubwa atachota sana, mwenye imani ndogo atachota kidogo. Ndio maana inafikia mahali anasema mngekuwa na imani kama punje ya nini, kidogo sana hiyo imani inatosha. Kinachotuponza mpaka sasa tunazaliwa vizuri kabisa tukiwa na imani lakini tunavyoanza kuishi maisha ya pale na wazazi wetu imani inaanza kuharibiwa tangu utoto na nakuruhusu kama kuna sehemu ambayo nitakuacha niambia mchungaji wa hapo umeniacha rudia mtoto mdogo anapozaliwa anazaliwa kuwa na imani vizuri tunaanza kumharibu sisi natoa mfano ili unielewa Nyie ambao mmekaa na vitoto vidogo mnaweza mkanielewa zaidi. Umegundua kwamba hapa nilipo sasa hivi, hapa nilipo, kungekuwa na katoto fulani kako hapa kadogo, kanahitaji kuja huko mlipo, kanatembea. Una habari kwamba hakafikiria habari ya hii mitelemko hapa? Naongea na watu o na binadamu. Una habari kwamba kenyewe kakishuka kule, mama yake yuko hapa, hakafikiria habari ya hiki hapa. Kenyewe kanachowaza kana ni kumfikia mama yake lakini tuongeeni ukweli, ninyi mliokaa huko mkikaona kanaporomoka na kushuka kanakuja hapa, unachowaza we ni nini? Hapo katafanya nini? Kenyewe hakana mpango wa kuanguka, wewe ndio umekaaribu wazazi nyie, ambao wazazi wetu wa Kiafrika, naongea na nyie, wewe ambaye unapika una unafua mtoto anacheza pale, uko bizi na kazi zako, anacheza wenyewe, kuna saa mtoto anaanguka. Na mtoto akianguka, usipomwangalia hali ila ile, akianguka kaweza kumwangalia kilio kwa nini? Umemwangalia kwa woga, yeye kama yeye hana woga, unaanza kumjengea woga. Wewe mwenyewe, yeye kama yeye amejaa imani, unaanza kumjengea mashaka. Ndio maana watoto wetu hawaogopi kutuomba sisi chochote, maana katika akili zao neno sina halikai. Mimi hapo nyumbani nimeshaagizwa magari kila kukicha: baba, ukirudi uniletee trekta yeye haelewi kwamba kulipata trekta kuna kazi ndefu sana. Sasa unasema, mchungaji una, unamaanisha nini? Nataka nikutoe, ni tena nje kidogo kidogo ya ili akili yako itoke nje ya boksi, uanze kuwaza jinsi ambavyo kama akili yako isipowaza matatizo, unajijengea ulinzi usio wa kawaida kwenye maisha yako lakini unavyoendelea kuwaza matatizo unabomoa ule ulinzi uliowekwa kwao, unawafungulia adui wanakushambulia kweli, kweli. Nataka nikupe mfano mwingine uweze kuelewa vizuri. Wangapi wamewahi kuona vichaa wanaoishi mitaani, barabarani, maporini kule, kwenye mitaa yetu mijini ndiko wanakoishi? Nyosha mkono kama hii kuwashuhudia vichaa kwa vichaa, namna hii. Nyosha mkono. Asante sana. Mnaona jinsi wanavyokula eh? Wanapika, wanachemsha, ananawa mikono akila, anachandarua, vipindupindu vinakuja vinawacha vichaa. Mbu wanawang'ata, lakini malaria inapiga saluti yule, hata mbu akimng'ata hawazi malaria yule akienda kuokota kitu jalalani hafikirii typhoid, maana haijui. Yaani kwenye ubongo wake typhoid haijulikani, ni msamiati. Najua unaweza ukasema mchungaji, bado sijakuelewa kuelewa. Ngoja nikuongezee kidogo. Vitoto vya huku mjini na vitoto vya kule kijijini, ni mtoto yupi ni msafi zaidi? Ni, ni vitoto vipi vinaugua sana? Mshike mkono jirani yako, mwambie umeelewa. Yaani tunazaliwa hiyo hali, ya imani ni asili ya kiungu, tunazaliwa nayo, lakini inakuja kuharibiwa tunapoanza mazingira ya hapo nyumbani, vitu vinavyoongelewa hapo nyumbani. Ndio sababu mara kadhaa nikifundisha, ikiwa umenisikiliza sana, kuna mambo nayarudia mara kwa mara. Moja hapo ni hili, usikubali kuongea stori za shetani na nguvu zake kwa watoto. Yaani stori za wachawi, stori za nini, kuna mtu kalazwa nje, sijui. Ukifika mji fulani, utakuta watoto wamekapa, wanakusikiliza unavyowasimulia hizo stori, unawaharibia imani zao. Maana wao wanajua Mungu ana nguvu, wewe unawaongezea habari ya shetani. Mungu atusaidie sana. Imani ni mkono wa kuchotea wema wa Mungu. Mishonari mmoja mfilipino alienda umishonari mahali na familia yake, wakati anahubiri kule katika eneo katikati ya kati ya nchi za Asia, amehubiri amehubiri, mawasiliano yalikatika kati ya yeye na wafadhili wake ambao wanamsaidia kuishi mazingira ya kule kwa sababu kulikuwa kuna pamevunjika uhusiano kati ya ya Amerika na ilikuwa ni Korea ya Kusini kama si ya Kaskazini. Huwa ninazichanganya lakini usinishangae sana. Sasa anasema kwamba wakati huko kule kuna wakati aliishiwa na chakula kabisa kikaisha. Kila alichokuwa nacho hana, kimekwisha kabisa. Wakakaa siku ya kwanza, aliwaambia watoto wake tunafunga na kuomba. Siku ya pili watoto akamwambia, sasa baba hii funga tunaomba ishie siku ya pili, maana kama ni Mungu kusikia amesikia dua zetu. Anasema kiukweli nilikuwa nawaambia tunaomba, lakini kwa sababu chakula pia hakipo. Siku ya tatu akawaambia, leo jioni tutafuturu, tutapata chakula. Ndipo akawa yuko pale ndani, jioni imefika, jua linakaribia kuzama hana hata chai ya kufuturisha watoto wake. Akaingia ndani, akapiga magoti, akamwambia Mungu, nimewaaminisha wanangu juu ya wema wako siku zote, na sijawahi kuwaambia ya kwamba wewe unashindwa, na bado wewe hushindwi. Jana chakula nimekosa, najua una makusudi mema ambayo macho yangu hayaoni. Leo nimekosa ninawaambia nini watoto wangu, nipe cha kusema. Wakati ametulia namna ile, akasikia sauti ya Mungu ikimsemesha ndani yake, ikimwambia, nenda ukapange vyombo kana kwamba unaona chakula kwenye meza, imani yako ifanye kazi. Imani ni kuwa na hakika na mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Akachukua hotpot lake kwa wakati huo sio hot, naita hotpot leo, lakini sio hotpot. Wale ambao wana umri mkubwa kama mimi wanaweza wakaelewa kidogo. Msinishangae, maana nimenyoa ndevu tu, lakini kiziachia. Hapa ndipo utaelewa kulikuwa na vyombo vya udongo, ni kama udongo na chuma, sijui nisemeje, lakini kigumu, vya kutoka China ambavyo vilikuwa vinapangwa, unakipanga chombo juu ya chombo kwa unaweza ukaweka wali chini ukaweka maharage kwenye chombo kinachofuata kikamziba mwenzake, alafu vikashikana namna hii. Sasa alikuwa nao makubwa kama hayo, akaanza kuyapanga pale, akapanga vizuri kama vile kuna chakula. Anasimulia, anasema ali, alifuata Waebrania sura ya kumi na moja fungu la kwanza, ambayo inamwonyesha kwamba kione kitu kana kwamba kipo wakati hakipo kwa hiyo anapanga vizuri watoto wako ndani wanasikia vyombo vinavyopangwa vizuri. Anasema lakini kila hotpot nilikuwa ninaona chakula, aina ya chakula ambacho hakipo. Natoa mfano wa kwetu Afrika, ni kama vile unaweka hotpot la kwanza unasema nyama ya kuku, wakati hamna kitu. Hotpot la pili, sukuma wiki, tena natakiwa kati na mate ya kutoka kabisa, kama vile sukuma wiki ipo, unasema. Panga akamaliza, akamaliza, akamaliza akafunika vizuri wakati amefunika sasa, giza linakaribia kuingia ndipo akaita watoto, njoni, njoni, njoni, njoni tule. Imani! Haleluya! Wamezunguka ile meza namna hii, wale watoto wako pale na baba akamwambia, fulani, omba kwa ajili ya chakula. Mtoto akaanza kuomba eh, hey, Mungu tunakushukuru kwa chakula mtoto akakoleza, kwa sababu anajua kabisa ya kwamba walikuwa wana chakula kwa muda siku ngapi? E, maana wamesubiria subiria kwambiwa ni mfungo mfungo ambao hauishi. Mungu tunakushukuru, maana leo tunafuturu. Asante kwa chakula hiki, kwa jina la Yesu, amina. Utaniuliza, je, unafungua hotpot ama hufungui? <laughs> na wakati unajua hakuna kitu na sauti ya Mungu imemwambia fuata imani, nenda katendeka kana kwamba vitu vipo. Kabla hajafungua hotpoti ya kwanza akasikia honi nje, pupup, yani kana kwamba unasema nimepata pa kutokea. Jamani, msile kwanza, msile kwanza, tuangalie mgeni, ili ikiwezekana tule pamoja na mgeni. Ili anatoka anakuta jamaa mmoja anakuja ni Marekani, ambaye naye amezuiliwa kule kwa sababu ya mazingira ya kisiasa kwa wakati huo. Anamwambia, nimekutafuta sana, lakini nilikuwa na chakula kilichobakia. Serikali yetu imefanya mpango wa kunichukua na kunirudisha nchini kwetu, kwa hiyo mimi ninaondoka na vyakula hivi vitaharibika, nimeona nivilete hapa kwako, na kuna vingine tayari nilikuwa nimeviandaa kwa ajili ya kula. Chukua haraka sana, maana natakiwa nirudi nikutane na balozi ili tuondoke. Jamaa anashusha vitu vingi, anaviacha hapo, kwa haraka anaondoka, anaambia watoto tuingize ndani, wanaingiza wanaingiza, ndipo anachukua na vingine ambavyo vilipikwa kwa ajili ya kuliwa kwa wakati huo, ndipo akavila kwa wakati huo huo. Imani! Haleluya! Haleluya! Unajua, shida ni hii, wakati mwingine ukimwomba Mungu ukiona hajafanya kwa wakati unaotaka wewe, imani natetereka. Yoshua ni mfano mzuri wa imani. Namba mbili, Yoshua anatufundisha kuishi sawa na Mungu, kuishi sawa na Mungu anavyotaka kwa lugha nyingine. Ukimtazama Yoshua katika maisha yake yote, maagizo aliyoachiwa na Musa aliambiwa kama, ukishika hii Torati usiasi kwa kwenda kulia au kushoto, fuata kama inavyosema, utafanikiwa kila unalofanya. Kwa nini baadhi tunaona hakuna mafanikio katika maisha yawe ni ya kiroho yawe ni maisha ya kimwili, yawe ni maisha ya, ya kimaombi, yawe ni maisha ya kisaikolojia, ya, ki ya mtazamo. Ni kwa sababu kuna wakati tunakwenda kinyume na kile ambacho Mungu anataka, tunatafuta njia za kwetu tunazohisi ni sahihi, kwa hiyo unakwenda kinyume na torati ya Mungu jinsi inavyosema, kwa sababu kuna wakati unasema kama nimetii Mungu anavyotaka namna hii, lakini bado sijaona mafanikio, na kuna wapagani wako kule ambao hata hawamtii Mungu wanafanikiwa, si bora nijaribu kama wao. Na nikwambie shetani anakusubiri namna hii, siku ukijaribu kama wao, ndipo anaweza kukufungia kabisa. Tunao mashahidi mengi ya watu ambao walijaribu, walivyoona Mungu hajafanya kama wanavyotaka, wakatafuta njia mbadala. Ni hatari sana. Hoja ni kuambie hii. Wakati nachunga Kitunda nilimwomba huyu huyu ambaye naambia naambia habari zake, nilimwomba kwamba nitumie leo mfano huu hapa. Tulikuwa tunafanya maombi pamoja, ni mshiriki tu mzuri, tunafanya maombi lakini mambo hayaendi kama alivyokuwa natarajia. Maombi yamefanyika mara ya kwanza, yamefanyika mara ya pili, akaona hayaendi, simulia na marafiki zake, mmoja akamwambia acha kuhangaika, twende nikakuonyeshe maeneo Buguruni. Ukifika hapa mambo yananyooka kabisa. Mama yule akafunga safari hadi Buguruni. Kufika Buguruni apanga foleni hapo, kuingia kwa mganga wa kienyeji. Watu wanaingia wanaingia, na yeye zamu yake ikafika. Ile kuingia tu pale, mganga amekaa kwenye kigoda chake, amefunga nguo yake nyeusi, anamwangalia mama tutapo, akasema ha, kumbe ni wewe mama. Watu wanashtuka, mimi nini? Anasema, yaani ondoka, kabla ondoka. Sasa aliyemleta namwambia baba, samahani, mimi ndo nimemleta ana matatizo. Anasema hakuna, huyu ni mshenzi kabisa. Najaribu vitu vyangu vinakwama, najaribu vinakwama, najaribu kuangalia, na nikaingilia nikaona mtu aliyevaa kitenge kama hiki amekuja, nimeona sura ndio hii hii. Ondoka hapo baba, msaidie umai kufukuzwa na baba mwenye asira <laughs> Safari akatoka huyu huyu, akapanda daladala, break ya kwanza nyumbani kwangu. Nashangaa mtu anakuja ana hema ana hema ana hema na. Eh, eh vipi? Anasema mchungaji, leo nimeumbuliwa kabisa. Eh, eh umeumbuliwa na nani? Anasema mganga amenifukuza kabisa, ameniambia mimi naharibu vitu vyake. Nikamwambia sasa, kwani ulipokuwa ulikuwa unafanyaje? Anasema pasta, nikwambie ukweli, ile habari ambayo ulikuwa tunaiombea siku zote, nimeona kama vile Mungu amechelewa, kwa nikaamua kwenda lakini pasta, nimekaa pale nasikia ile harufu ya udi inavyochoma pale, roho ikaniuma, hatia ikajaa. Na niwaambieni wa Kristo, upende usipende, unayemjua Mungu ukienda huko, hatia inatafuna. Anasema nimekaa pale nasikia hatia, anasema nikajikuta sasa naanza kuomba. Hapo ndipo alipoharibu anga za wenyewe <laughs> nikamuuliza, ulikuwa unaomba unasemaje? Anasema sema tu Mungu Unajua Baba, nimezidiwa <laughs> kwa hiyo ndio maana nimekuja huku, lakini Mungu unayejua kusamehe dhambi nisamehe hasa. Hata mimi sielewi, nikifika mbinguni Mungu atanielewesha hata mimi yaani, mtu anakwenda kwenye dhambi, dhambi anaomba msamaha kabla hajaenda kwenye dhambi, hivi kweli inakuja kilini. Eti, Mungu nisamehe tu, lakini yupo kwenye foleni ananiambia mchungaji, nilivyofukuzwa na mganga nimeapa sikanyagi kwa mganga tena pelekana na mapenzi ya Mungu na sio mapenzi yako. Njia za kwetu zina ujanja katika macho yetu, lakini hazifai. Kuna mahali nafikiri, Paulo ndiye anayesema, anasema kama basi, Mungu ana upumbavu wake, anasema basi huo upumbavu wa Mungu ni hekima kwa mwanadamu. Sijui unamwelewa Paulo hapo eh? Anakuambia Mungu sio mpumbavu, lakini kama ingetokea nao Yaani, kile ambacho kwa Mungu anasema ni upumbavu, mwanadamu akipewa anasema hii ni nini? Ni hekima. Yaani, kwa lugha rahisi, Paulo anasema Mungu ametuzidi kwa umbali kiasi kwamba usibishane naye. hata kama humwelewi, si Ayubu alijidai mjanja akajidai yeye anali hapo, Mungu akamwambia jifunge mkanda sasa, ili uanze kunijibu. Asema sawa, swali la kwanza, Ayubu, unaweza kumvua mamba kwa ndoano? Asema hapana. Anasema la pili, unijibu kama unajua kweli mambo. Wewe nijibu, wakati natengeneza misingi ya dunia, nani alikuwa ananishikia kamba? Asema mzee, kwa kweli hapo sielewi. Basi tulia, ndugu zangu mlioko hapa. Yoshua anatufundisha kuyatii mapenzi ya Bwana. Hakwenda kinyume na torati ya Mungu hadi mwisho wa maisha yake. Jambo la tatu ambalo Yoshua anatufundisha kuwa hodari, ukiangalia kitabu cha Yoshua maneno ya awali ambayo Mungu anamwambia na akayarudia, anasema uwe hodari na moyo wa ushujaa. Ukiangalia Kiswahili cha kisasa kinasema uwe hodari na ushujaa mwingi. Kinachotuponza kingine ni woga, yaani kuna mtu hapa, ukisikia bundi akilia nje hulali, ukisikia watu wanapiga huko nje di di di di hulali. Sasa kama tu anayepiga didi huko nje hulali, je, ukitembelewa na wale ambao wanaingia mpaka ndani, anakwambia habari yako, alafu anapotea? Utaenda wapi? Mwenzenu mimi nilishalazwa kwenye hoteli ambayo chumba hicho watu hawalali, na mwenye hoteli alishachoka. Mke ni Msabato, maana ni huyu huyu mzee, yeye sio Msabato. Yeye alivyosikia tunakuja kwenye makambi akasema watalala hapa. Na kwa bahati mbaya kabisa, alipoona kwenye lisa akamwambia Pasta Mbaga, naye akasema ya mwekeni, hiki chumba hapa ni kizuri. Nikajua nawekwa kwa wema huyu mtu ameniheshimu kabisa. Saa ilipofika advertisement ya kwanza niliyopigwa ilikuwa ni kuasha taa niliyozima. Nimechoka zangu, nimeamua kulala vizuri, taa nimezima nimetulia. Naamka majira ya saa tisa kwenda saa kumi, nashtuka, hivi nimelala nikasahau kuzima taa au Unajua, katika usingizi kazito akili kidogo ina, inazunguka au nilisahau au ni nini hasa, itakuwa nimesahau. Nikaenda nikazima, nikarudi nika kulala. Kufikia hapa kumi na moja kasoro hapa, nashtuka tena imewashwa saa hii. Hmm, si kawaida. Vituko vikaendelea na nikuambie, katika vituko hivyo nilikuja kujifunza baadaye. Kwa mara ya kwanza, kibinadamu ningeogopa kabisa, kwamba hii ni kitu gani kama hiki, lakini nilivyoambiwa kile ambacho wenzangu waliwahi kutendewa, nikajua mimi niliogopwa. Yani kuwashiwa taa, nimeogopwa <laughs> maana kumbe wenzangu wengine walikuwa wanatolewa nje anajikuta tu mtu amelala, akiamka anaamkia hapo pembeni. Wengine wanajikuta damu ziko hapo chini, lakini akiangalia sehemu aliyokatwa hakuna vituko. Vituko kama hivyo iliendelea, kwa kifupi, iliendelea. Lakini siku ya pili waliponisogezea kibegi cha laptop na kusikia miguu inatembea, ndipo nilijua hapana, zile ni nguvu za giza, sio kawaida. Na sera yangu ni hii, ukipenda ichukue. Nikijiridhisha ya kwamba ni nguvu za giza, sina presha kabisa, maana sihusiki. Kama ni vibaka, nitakuwa macho, maana nahusika hapo hapo, lazima niangaike, nimeacha mlango wapi wazi, nani. Lakini kama ni nguvu za giza, sihusiki. Unasema mchungaji, kwani uhusiki? Zile ni roho roho, unaiona kwa macho sasa? Kwani pambana kitu ambacho mi sikioni nilivyosikiwa natembea kwa mara ya mwisho kabisa ile, kwa sababu kuna baridi hayo maeneo na ya hifadhi kwa sababu za kibiashara, nikafungua vizuri shuka yangu, nikatazama hivi, nikaambia sasa, mchague kuendelea kuhangaika hapo mshughulikiwe au muondoke muwe salama, ila mi nalala. Nilisikia tu mtu anasonya tu <coughs> lakini listuka maana, kila asubuhi inaulizwa, uko salama kabisa kabisa. Hiyo kabisa kabisa nilikuwa sijaelewa maana yake, kwa maana yake ni kwamba hujatolewa nje. Huwezi jua, huenda kuna mtu Roho Mtakatifu anaongea naye sasa hivi hapa. Usijipe presha kwa vita ya Mungu, vita siyo ya kwako. Haleluya! Wewe unafanya biashara, wanakuibia pale, anay Usiangaike na hicho kitu, ukiwezi hata we kamera hutamnasa mnasa. Wewe mwambie Mungu, shughulika na habari yako, mimi siiwezi, wewe unaiweza. Songa mbele, fanya biashara kama kawaida. Nimesema hivi, silaha namba moja ya shetani kwenye maisha ya mtu ni uoga. Yoshua akaambiwa masharti uwe hodari na ushujaa mwingi, haleluya. Ukiamua kukabili jambo Bora tu ujue uko ndani ya torati ya Mungu, uko ndani ya utaratibu wa Mungu, usiogope, songa mbele. Jambo la mwisho ambalo natamani tuondoke nalo kwa Joshua, usiogope kutamalaki. Kwa imani, sio kila kitu mpaka ukione vitu vingine, amini, ingia kwenye kinyang'anyiro. Hapa nataka niongee na nyie kidogo, Wakristo wote kwa ujumla wa Adventista mnaonisikiliza katika masaa haya, msiogope kuingia kwenye vinyang'anyiro vya biashara na watu wengine. Haleluya, usiogope. Unaambiwa nenda ukawekeze Kariakoo, unasema Kariakoo pale kuna ushirikina mwingi. Nenda hapo hapo, nenda kwa jina la Bwana. Una mpango wa kusoma, sijui uwe nani, acha habari ya kuogopa. Mi sitafika huko, maana lazima upate connection. Connection ni Yesu Kristo, inatosha. Haleluya! kuna kaeneo fulani huku Southern Highlands, pasta Mwanga, kwa sababu huko hapo utanikumbusha ule mtaa. Kuna mtaa fulani huko, sikumbuki jina lake vizuri, lakini wanasema wenye nyumba nzuri, ukiona nyumba nzuri ni wadventista Ukiona kanisa la maana ni la kwao. Nilisikia kama vile wana, wana, wanamiliki pia gari la biashara kama sijakosea, maeneo fulani hapo. Inatakiwa ifikie kiwango, watoto wa Mungu wawe na ujasiri wa kukabili mambo bila woga wowote. Haleluya.